Katika siku mbili tatu kumekuwa na maneno mengi. Uwekezaji ule, uwekezaji ule, uwekezaji ule. Nataka niwaambie wote wanaotumia majukwaa, simalizeni neno la mwisho kupotosha. Serikali ipo na itakuwa inatoa ufafanuzi wakati wote. Ni lazima Watanzania wapate tafsiri sahihi. Natambua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni vizuri Watanzania waende kwenye uchaguzi wakiwa na taarifa sahihi ili wafanye uamuzi sahihi kwenye uchaguzi. Sasa naomba ndugu zangu waandishi wa habari, wa nitumie nafasi hii kuambia Watanzania katika kipindi cha kuanzia Januari mpaka Disemba mwaka 2024, kampuni ya DP World ambayo uwekezaji wake ulikuja na maneno mengi yaliyotulazimu tusilale kutoa ufafanuzi, imefanya uwekezaji wa awali katika maeneo mbalimbali ya uendeshaji ili kuongeza ufanisi wa huduma za bandari na uwekezaji uliofanyika katika kipindi hiki nilichokitaja ni wa kiasi cha shilingi bilioni mia mbili kumi na nne nukta nne mbili, lakini moja kati ya maeneo ambayo yalileta changamoto kubwa ni eneo la mifumo ya bandari ambayo ndio ilisababisha ufanisi mdogo sana wa bandari. Kampuni ya DP World inaendelea kusanifu mfumo wa kisasa wa tehama wa kuhudumia shehena. mfumo huu ni mahususi kwa ajili ya kutoa huduma za uendeshaji. Sehemu ya kwanza ya kazi ya usanifu wa mfumo huu imekamilika na kwa sasa umeanza kutumika na wateja pamoja na wadau wanapatiwa wanapatiwa huduma za DP World. Jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni tatu nukta moja zinatumika katika uwekezaji huu. Tumeanza kutumia na matokeo yake tumeanza kuyapata. Sasa hivi kwa watu wanaotumia huduma za bandari, longo-longo za subiri kesho, subiri kesho zimeondoka, kwa sababu DP World wamekuja na suluhisho, wamekuja na mfumo ambao umejibu changamoto ambazo tulikuwa tunazipata. Lakini pia wamefanya ununuzi wa mitambo zaidi ya kisasa na uendeshaji ambapo katika kipindi cha mwaka huu 2025 kampuni ya DP World imeanza na utekelezaji wa awamu ya pili ya mpango wa uwekezaji utakaogharimu shilingi za kitanzania bilioni mia moja na nne. Huu ni mpango utakaohusisha ununuzi wa mitambo mingine miwili aina ya ship to shore gantry crane SSG Ujenzi wa milango mipya ya bandari inayotumika kuingiza na kuondosha shehena mbalimbali bandarini na maboresho ya maeneo ya kuhifadhi na kuhudumia shehena. Kazi nyingine kubwa iliyofanyika ni kuhakikisha tuna tunashirikisha wadau vizuri katika shughuli za bandari. Na matokeo yake ni kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la shehena kutokana na kazi hizi. Kwanza, uwekezaji kwenye bandari yenyewe ulifanywa na DP World, lakini pili ushirikiano mzuri kati ya mamlaka yetu ya usimamizi wa, wa bandari TPA na wadau mbalimbali. Matokeo yake ni nini? Tumeweza kuongeza shehena ya makasha ambayo yanahudumiwa, yani makontena ambayo yanahudumiwa na bandari yetu. Moja kati ya mambo makubwa ambayo yametusaidia baada ya uwekezaji wa DP World, gharama za uendeshaji wa bandari yetu zimepungua kwa karibu asilimia hamsini, kama 46 hivi kwenda 47, 48